Serikali mkoani Kilimanjaro imeanza mchakato wa kuondoa miundombinu chakavu katika shule kongwe za msingi ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa wanafunzi. Kauli hiyo imebainishwa na mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu wakati wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa wilayani Hai kwenye sekta ya elimu, afya pamoja na miundombinu ya barabara. Na hapa mkuu wa Mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amekagua ujenzi wa madarasa mapya nane matundu ya vyoo na jengo la utawala ambavyo vinagharimu zaidi ya shilingi milioni mia tatu kwenye shule kongwe ya Miaseni ambayo majengo yake yalikuwa chakavu. Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa madarasa nane jengo la utawala vyoo na matundu kumi na nane katika shule ya msingi Miaseni. Utangulizi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mwezi Julai 2025 tano shule ya msingi Miaseni ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni mia tatu thelathini na laki saba kwa ajili ya ujenzi wa shule madarasa nane kwa shilingi milioni mia mbili na sita na shilingi laki tano jengo la utawala kwa shilingi milioni 77 na laki saba na matundu 18 ya vyoo kwa shilingi milioni 37 na laki 8 kupitia mradi wa busti awamu ya tatu. Utekelezaji, mheshimiwa mkuu wa mkoa, mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi wa 9 2025, kwa kutumia loko fundi waliopatikana kwa kutumia mfumo wa manunuzi nesti pamoja na nguvu kazi za wananchi katika kusafisha eneo la uchimba, eneo na uchimbaji wa msingi. Shughuli zilizofanyika mheshimiwa mkuu wa mkoa, hadi leo tarehe 25 mwezi wa tisa, shughuli zilizofanyika ni pamoja na kuchimba msingi wa ujenzi wa madarasa kama tunavyoona hapo unaendelea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, faida za mradi huu ni pamoja na moja, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, kuboresha kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi, tatu, kufanya mazingira ya kujifunzia na kufundishia kuwa salama kwa wanafunzi na walimu, kwani majengo yaliyokuwepo yalikuwa hatarishi na ya kukatisha tamaa. Niko kwenye ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo kwenye wilaya yenu ya Hai tangu asubuhi mpaka sasa hivi takriban bilioni moja nukta mbili zimeshaletwa, na hizo ni kwa miradi ambayo nimepangiwa kuitembelea, sijakwenda kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ndugu zangu, Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana kwenye nchi yetu. Nimetoka kwenye shule ya Lambo extended pale, kuna fedha milioni mia tatu na moja, Kama ambazo zimekuja hapa mm. Nimetoka kukagua eh, mabweni, madarasa na matundu ya vyoo karibu milioni mia tatu na 30. Na, 30 mm. na moja hivyo hivyo mm. Kwa hiyo hizi fedha ni nyingi sana, lakini wakati nakuja nimetizama hata ofisi anayokaa mkuu wetu wa shule imenitia hofu kubwa sana. Majengo yana ya muda mrefu yamejengwa siku nyingi lakini viongozi wenu kila anayesimama mkuu wa wilaya kwenye RCC eh, mbunge wenu ambaye sasa hivi ni mgombea, kila anapokwenda wanazungumzia changamoto ya majengo ya shule yalivyokuwa chakavu. Sasa mheshimiwa rais eh, tumempelekea. Na viongozi bado walikuwa wanasema hawa, lakini mheshimiwa rais anafanya kazi kwa, kwa utaratibu eh, na mpango sasa zamu yenu imefika, wana Hai, tuna, tutaendelea na mheshimiwa rais ataendelea kuleta fedha hizi kwa ajili ya ku phase out ma, madarasa yale ya zamani sana yenye, yenye mipasuko e, ambayo tena hayana simenti chini huko, tumeshatoka ndugu zangu. Hata tunawajengea watoto wetu madarasa mazuri chini yenye tiles, yenye umeme na kuna wengine wamejiongeza zaidi mpaka ceiling fan wameweka na, na, na, na, na, na madirisha hayatakuwa yale, kwa madirisha mazuri ya vioo kwa sababu ya baridi pia huku mlimani. Kwa hiyo eh, mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi na engineer, ujenzi huu uwe bora uchukue miaka mingi ijayo. Kwa majina, naitwa Gibson Elfe Kimaro, ni mkazi wa kijiji cha Angira. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru rais walioko madarakani kwa kutuona sisi kwamba shule yetu ilikuwa ni hatarishi sana, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu ametupa pesa nyingi, tunapambana nayo ili Mungu atusaidie shule iwe salama. Serikali kuipokea shule hii na kuifanyia ukarabati upya, ni kwamba sio karabati, ni kuijenga upya, ni jambo ambalo tunashukuriwa na watu wote. Mimi ni mwalimu niliyewahi kufundisha hapa Nasikia ilikuwa nimefundisha hapa miaka hii ya sitini, lakini mahali ambayo shule ilikuwa imefikia, ilikuwa imefikia mahali ambapo siku moja tungekuja kuokota wanafunzi kule wameangukiwa na ukuta, nasikia. Lakini kitendo cha kupokelewa na serikali ni kitendo ambacho tunaamini kwamba ni cha kushukuru na cha kuomba na kuwaombea wale waliofanya kazi mpaka ikafikia hapa.